Kama unataka kuondoa is notification ambazo zinakuja kama hivi ukitumia message kwa upande wa WhatsApp. Naomba fuata maelekezo haya ili uweze kuondoa is notification kwenye WhatsApp yako. Njia ni rahisi sana. Angalia video mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuiondoa. Baada ya kuchukua simu yako, e, utachotakiwa kufanya utaenda kwenye WhatsApp. Tumia WhatsApp, WhatsApp Business hapo. Nazo mbili, nitachagua WhatsApp Business. <tipa>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 umeshanipata na hivi ndivyo utavyoweza kuondoa eh notification, eh, kuja kama hivyo nilivyokuonyesha. Wale kwenye WhatsApp yako, ili kupata update mbalimbali kuhusu teknolojia na tutorial nyingi, basi usisahau kubonyeza alama ya jumlisha ili kunifollow, eh, kuendelea kupata kila update kuhusu ya kuhusu teknolojia ambayo tutakuwa na upload katika akaunti yetu hii Rajab Synic.